Anayo kiu ya kuweza kusikia neno lako Bwana, tunaomba ukaweze kumbariki kila mmoja mmoja aliyeko mahali hapa. Tunaomba ukamwezeshe kulisikia neno lako, atakapolipokea akaweze kulitunza ndani ya moyo wake, kikapewe kibali cha kuweza kumfikisha katika ufalme wa mbinguni minguni. Bariki mtumishi atakapoinuka neno lako Bwana mtakatifu, atakapokuwa ataka kihubiri likaweze kutujenga kila mmoja mmoja, na ukamwezeshe ukamtumia, maana yeni mwanadamu, jina lako likaendelea kutukuzwa mbinguni pia dunia Uinuliwe yani, Mfalme, kwa sababu utamtumia kama upendavyo. Ni katika jina lako uliyemwamba na Mwokozi wa maisha yetu, amen. <laughs> <fix>